Unapopata neema ya kujua na kumfahamu Mungu wa kweli, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, na ukapata neema hiyo ya kumjua kwamba sasa nimemjua Mungu, nimemfahamu, nimempata Mungu katika maisha yangu, usiipe nafasi jamii yako wala watu wanaokuzunguka wakukatishe tamaa, badala yake mshikilie huyu Mungu na hakikisha kwamba watu wote wanafahamu kwamba Mungu uliyempata na kumjua ndiye Mungu wa okay, kweli. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunajifunza neno la Mungu, lakini pia tunajifunza maisha kwa ujumla wake. Mimi ninaitwa Judy. Karibu na tuombe. Baba yetu, tunakukaribisha katika kipindi hiki kizuri, tunaomba ukapate kutuongoza kupitia Roho wako, tunaomba maneno haya tutayojifunza yakatusaidie katika safari yetu ya maisha, tunaomba haya kwa jina Yesu Kristo, amina. Leo ninapenda kuzungumza kisa cha habu, Rahabu alikuwa ni kahaba, na wote nadhani tunafahamu kazi ya kahaba ni kazi gani. Lakini Rahabu alipopata nafasi ya kumjua Mungu wa Israeli, alipopata kusikia makuu ambayo Mungu huyu anayatenda, hakujali taifa lake, hakujali jamii yake, hakujali bali, alitenda tendo ambalo lingemwacha hai yeye na familia yake. Ninapenda kuongea na wewe mke wa Kikristo. Umeolewa uko ndani ya ndoa. Katika mikono yako Mungu ameweka familia. Mume wako ni kichwa cha familia. Lakini wewe kama mama, wewe kama mke ndani ya familia una majukumu muhimu sana ambayo usipoyatenda majukumu hayo basi baba kama kichwa cha familia hataweza kufanya kazi yake ipasavyo. Mke, okay, wewe ni msingi ndani ya familia yako. Msingi utapolegalega, nyumba haitakuwa imara. Kichwa cha familia ambaye ni baba hatafanya kazi yake sawasawa tena sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Haujajenga misingi yako katika mwamba imara ambaye ni Kristo. Nimechukua kisa hiki cha Rahabu, mwanamke ambaye kubali huyu Mungu na kumfuata huyu Mungu bila kujali jamii yake na nchi yake inamtazamu gani? Pale ambapo wale wapelelezi walipofika ndani ya nyumba yake na baadaye mfalme wao aliposikia kwamba kuna wapelelezi wa Kiisraeli wameingia ndani ya malango yetu, akatuma wajumbe kwa Rahabu akamwambia Rahabu, watoe hao watu. Lakini Rahabu akasema wameshaondoka zao. Akawatunza wale watu na kuwaficha, na baadaye kunena nao na kusema, ninajua kwamba hofu imetushika, ninajua kwamba Mungu mnaye mwabudu ni Mungu wa kweli, na ninajua kwamba sisi tutaenda kuangamia, lakini Niapieni hivi leo kwamba kama nilivyotendea nanyi mnitendee jema mimi, na jamaa zangu, na nyumba ya baba yangu. Rahabu, kwa kuamini kwamba nitakapoweka maisha yangu mikononi mwa huyu Mungu niliyempata, nitakapoeka mitazamo yangu kwa huyu Mungu ninayemsikia ndipo nitakapoiokoa familia yangu. Mpendwa unayenitazama, mke unayenitazama, mke wa Kikristo, mwanamke wa Kikristo unayenitazama, ambaye uko ndani ya ndoa yako, huyo Mungu ninayekwambia ni Mungu anayetenda hata leo. Dunia inapoelekea inaelekea ukingoni, tuna taarifa chache sana kuhusiana na mipango ya mwovu Shetani, lakini tunachokifahamu kuanzia pale mwanzo Edeni, Shetani mpango wake ni kuangamiza familia. Shetani alimtumia mwanamke kuleta tunda na Adamu akalila. Ndivyo shetani anavyotumia hata leo kumfanya mwanamke afanye mazingira nyumbani kwake magumu sana, ili kichwa cha familia kishindwe kutekeleza majukumu yake. Ndiyo maana nasema mwanamke, wewe ni msingi. Wewe ndiye ambaye unatakiwa ukubali nini kikae ndani ya nyumba yako na nini kisikae. Wewe ndiye ambaye unatakiwa utambue kwamba je, mazingira ya nyumba yangu? Je, mazingira ya familia yangu? Je, watoto wangu? Je, mume wangu yuko katika hatua gani wanaishi? Wewe ndiye ambaye unachakula mikononi mwako, ambacho unatakiwa ukipike, uwalishe familia yako. Je, utalisha nini familia yako? Je, utawalisha lile tunda la kupotea au utawapatia neno la uzima la kuwaokoa? Rahabu alichagua kuokoa familia yake, kwa kumkubali yule Mungu ambaye alisikia habari zake akaamua kabisa kwa makusudi kwamba, sitajali mfalme anasema nini, sitajali wap... hawa watu waliokuja kuniambia wanasema nini. Mimi nitashikilia huyu Mungu niliyemsikia, nitashikilia ahadi za hawa watu wanazoniambia, kwamba sisi tutakapokuja kupiga hii hii nchi, utaweka kamba hii nyekundu dirishani mwako na kila ndugu yako akae ndani ya malango ya ili tutakapopiga basi nyumba yako itabaki salama ko akaamini kabisa kwamba huyu Mungu atawawezesha hawa watu kuja kuteka nchi yetu na kutumaliza, lakini nitakapoitunza familia yangu katika mikono ya huyu Mungu hakika haitaangamia. Japokuwa uko nje, kelele zitakuwa zinagonga, watu wanapigwa, wanakufa, ila nitakapokaa ndani ya malango yangu sehemu ambayo Mungu kwa kupitia hawa watu amesema kwamba ukikaa humo ndani hakuna kitakacho kutokea, basi haijalishi kelele, vita, haijalishi familia zinapitia nini, watu wanapitia nini huko nje, na kukatisha tamaa watu kwamba sasa hivi waume hawasikilizi wake wala hawapendi wake zao hawatunzi familia. Haijalishi kelele zitapiga kiasi gani, lakini utakapodumu kusimama katika ile kweli na ile ahadi ya Mungu kwamba yeyote ambaye ataamini kile ambacho kimeandikwa na Mungu ambacho mekiahidi basi atakuwa salama. Neno linasema kwamba duniani tunayo dhiki, lakini Mungu ameyashinda. Haijalishi kelele zitakazosikika, haijalishi uchafu haijalishi matatizo haijalishi uchungu wowote ambao tunaletewa ambao tunausikia, kwamba ndoa sasa hivi hazidumu, talaka ziko nje nje, wanaume wana, wana michepuke, wanawake wana michepuko, hakuna kinachofaa, watoto wa wasikilizi wazazi. Lakini tutakapodumu na kujenga misingi ya familia yetu katika neno la Mungu, haijalishi mawimbi yatakayopiga, tutabaki salama katika hichi kitabu cha imani iokoayo anasema, kuujaribu ustaimilivu wetu. Kuna somo hapa lina kichwa kinachosema kuujaribu ustaimilivu wetu, kuna fungu linatoka katika Petro wa kwanza 4 12 13. Nitakusomea linasema hivi: wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoyashikilia mateso ya Kristo, furahini, ili pia katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi, mfurahi kwa shangwe. Mtume Petro anasema kwamba matatizo fadhaha, majaribu ambayo tunayapata ndani ya familia hayo ni majaribu ambayo yameruhusiwa kuja kwetu ili yatuimarishe. Hapa duniani tuna dhiki, shida ni nyingi. Naweza nikakupatia mfano tu mdogo. Mtoto anapoanza kujifunza kutembea, anaanguka, ananyanyuka, anajigonga anaumia lakini unapomwona mtoto vile anafanya vile vyote, mtoto yeye anaweza kadhani kwa mbona mama nisaidii, lakini wewe kabisa unajua kabisa, mwanangu, lazima ujifunze kutembea, kwa sababu hii dunia hatutakaa tu chini mwanangu, huwezi ukakaa tu, lazima utatakiwa utembee, uende hatua moja, uende sehemu moja na sehemu nyingine, pia lazima uweze kujitafutia mwanangu. unapomwona anakunywa maziwa anakunywa maziwa. Kuna wakati unajaribu kumpa chakula kigumu, kinamkaba, unamsaidia, unampa, unafanya nini? Mtoto anaweza akasema kwamba kwa nini unanifanyia hivi, lakini wewe unayefahamu kabisa kwamba lazima, hatua moja ile ya maziwa akimaliza, ije hatua nyingine ya chakula kigumu, kwa sababu maisha ndivyo yalivyo, na sisi katika majaribu ndivyo Mungu anavyokusudia tupo katika dhiki. Tunapokaa tu bila ku, kupata changamoto bila changamoto kutu, kutu, kutuamsha na kutufanya kwamba tuombe, tutazame na kumtafuta huyo Mungu, basi tutashindwa kudumu, tutashindwa kuishi, mwisho tutapotea. Kwa hiyo neno linasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyo yashikili mnavyo yashiriki mateso ya Kristo, furahini. Tunapitia mambo mengi ndani ya familia, sio kila siku kucheka. Kuna wakati wa huzuni, kuna wakati wa mateso, kuna wakati wa kukata tamaa na kusema Mungu, kwa nini, hata kujuta. Lakini unapokumbuka kwamba mimi mke ni msingi, mume ni kichwa, Yesu anakuwa faraja yako, neno lake linakuwa ndilo shauri yako, litakuwa linakushauri kila wakati. Unapotamani kugeuka na kukimbia, ukikumbuka kwamba haya yote hayana budi kutokea, lakini Mungu ameshayashinda, basi utadumu. Utaenda ukitangaza kwamba mimi mume wangu yuko hivi ni malaya, hahudumii familia, au watoto wangu hawasikii. Badala yake, kimbilio lako litakuwa ni kwenye magoti kuomba na kumsihi Mungu aponye familia yako, kwa sababu ahadi za Mungu ni hakika na kweli. Anaposema kwamba ombeni, hamaanishi kudanganya au kufanya nini, maana Mungu yeye anasema kweli tu kwa hiyo anaposema tuombe anamaanisha kweli tuombe. Omba, fanya maombi, fanya kusoma Biblia, neno la Mungu likawe sehemu ya maisha yako. Kuna sehemu hapa nasema, Bwana anaruhusu watu wake kuwekwa chini ya majaribu makali, si kwa sababu anafurahi dhiki na taabu zao, bali kwa sababu mchakato huu ni muhimu wa ushindi wao wa mwisho. Pale tunapopitia misukosuko mikali, unapoona kwamba watoto wangu awasikii, sasa unakumbusha kwamba, hebu funga na kuomba, kwa sababu majaribu ni mengi Sio kwamba vile ambavyo watoto wako wakusikilizi mume wako wakuhudumii wala hakujali wala hakutazami, Mungu anafurahia hapana. Ila ni kukuimarisha na kukufanya wewe ujue kabisa kwamba hata kama hicho ndicho unachokipitia, usikate tamaa, dumu katika kuomba mwanangu, kwa sababu wewe ni msingi. Hayo yote yatapita. Kuna sehemu tena anasema usi, usiasi chini ya mchakato huu wa neema. Kumbe kupitia changamoto ni neema, kwa sababu tunaimarishwa ili tutoke tukinako. Anasema Mungu alinionyesha kwamba aliwapa watu wake kikombe kichungu ili wanywe ili kuwatakasa na kuwasafisha. Kikombe hiki kichungu kinaweza kufanywa kuwa kitamu kwa sab, kwa saburi, ustahimilivu na makomo kwamba unapovumilia unapoomba, basi mateso yako yanabadilika kuwa furaha na amani. Furaha na amani ndiyo zawadi ya kudumu katika kuomba na kuamini ahadi za Mungu. Neema yake inatosha katika majaribu yetu yote, na ingawa ni makubwa zaidi kuliko hapo awali, lakini kama tu tunamtumainia Mungu kabisa, tunaweza kushinda kila jaribu, na kwa njia ya neema yake twatoka tukiwa washindi. Tunapaswa tuvae silaha zote za Mungu na kuwa tayari wakati wowote kwa ajili ya kupambana na nguvu za uovu. Wakati wowote, mahali popote, jiandae Jivike seraha omba, akabizi familia yako. Mume wako anapotoka asubuhi, mama, muombe, omba naye hata kama ni mbishi ataki au hata akuagi, piga magoti kwa ajili yake omba. Ni kweli, ninarudia tena kusema, siyo rahisi, maumivu ni makali, najua unayoyapitia, lakini shikilia ahadi ile, mwisho ukaribu, shikilia ahadi hapa anasema kwamba tunapaswa tuvae silaha zote za Mungu na kuwa tayari wakati wowote kwa ajili ya kupambana na nguvu za uovu. Yesu alikuja akashinda kwa ajili yetu. Shetani ni simba tu aungurumaye, hana chochote, ameshashindwa, ila tu abaki ana nguruma, nguruma tu ili kutishia wale ambao hawaamini katika uwezo wa Mungu. Mungu akapatie kukubariki sana. Huyo Mungu uliyemsikia, huyo Mungu uliyempokea na kumjua hivi leo, usiache, usiache kutokumwamini. Jenga imani yako juu yake, haijalishi ni changamoto gani unazipitia. Ongea naye, omba, mwambie kama vile unavyomwadisia rafiki yako, kwamba Yesu, ninapitia hili na naona kabisa siwezi. Atakujibu hata kujibu. Hakikisha jamii yako, rafiki zako, wasikutenge wasikupeleke mbali na huyu Mungu uliyempokea. Mungu akapate kukubariki sana. Share na watu video hii, share na watu wengi ili wakapate kufahamu na kusikia ujumbe huu. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa maneno ya tazama roho zetu dhirazi lakini miili yetu ni mizaifu sana. Mkuzi wetu, tunachotamani kutenda sicho tunachotenda, tunatenda tofauti. Tusaidie, kuna wakati tunatamani kusimama imara katika familia zetu, lakini kwa sababu ya changamoto, majaribu ya hapa na pale, tunakatishwa tamaa. Tusaidie kupitia roho wako tukashikilie ahadi zako, kwa sababu mwisho ukaribu. Wabariki waume zetu, wabariki wake zetu, wabariki watoto wetu. Baba, wapatie mioyo ya nyama iliyopondeka. Tusaidie na sisi pia, wanawake ndani ya ndoa, tukawe misingi, tukajenge misingi yetu katika neno lako. Tukutanishe tena katika kipindi kingine, kwa jina Yesu Kristo, amina. Mungu awati kubariki sana. Usisahau ku like, usisahau ku share kama nilivyosema, lakini pia usisahau kusubscribe ili kila nitakapokuwa narusha video nzuri kama hizi, basi uwe miongoni mwa watu ambao watapata fursa ya kupata notification na kusikiliza video nyingine nzuri. Mimi ninaitwa Judith, tukutane katika kipindi kingine.